Maelekezo mahususi ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni kwamba tufanye kazi sisi kama serikali ili kukuza na kulea sekta binafsi. Kwa hiyo ni jukumu letu kuhakikisha kwamba nyinyi mnaendelea, natoka hapa mlipo, mnasonga mbele, sisi tusisimame kama kikwazo kwenu, lakini tusimame kama nguvu ya kuwasukuma, pale ambapo nyinyi mmekwishaweka nguvu, lakini hiyo itasaidia hata kuwanyanyua na wengine ambao kupitia nyinyi watajifunza hiki mnachofanya. Kwa mimi naamini tukiendelea na ubunifu huu na sisi kama wizara tukasaidia kushusha gharama hizi za chakula, maana yake tutarahisisha zaidi ma, mazingira ya wafugaji wetu wa kuku kuweza kupata chakula cha kutosha, lakini kwa gharama nafuu, na kwa misingi hiyo hata product watakazotoa kwenda kwenye jamii zitakuwa na gharama rafiki zaidi. Natamani tufikirie namna ya kuanzisha program ya kuwashirikisha eh, wananchi wengine kama out growers. Sijajua kama hilo ndio jina jina sahihi, lakini kwenye ng'ombe kwa mfano kuna wale watu ambao wanafanya utaratibu wa kuwapa wa, watu ng'ombe, aidha wa analipwa ndama au maziwa kila siku lita kadhaa. Hiyo inasaidia kuongeza kwanza tija ya kifugaji, lakini kukupunguzia mzigo mkubwa wewe kama mfugaji, ila kunyanyua na zile jamii zinazotuzunguka, lakini kuwezesha kutengeneza tajira nyingi kwa vijana na wanawake. Kwa hiyo nadhani kwetu sisi pia wafugaji na nitoe rai wafugaji ambao tumepea tumefikia level fulani ya excellence, si mbaya tukianza kuangalia namna ya kunyanyua na wengine ili, kwa sababu bado mahitaji ya protini ni makubwa sana kwenye nchi yetu, bado hatuna mayai ya kutosha. Alikuwa anatoa data doctor kwamba mayai tunayotakiwa kula ni kiasi gani, tunatakiwa kula 300 tunakula 119, manake hata asilimia hamsini ya mayai yanayotakiwa kuliwa kwenye nchi yetu hatujafika. Maanake tunahitaji wazalishaji wengi zaidi, kwa sababu soko lipo la kutosha, lakini hata kuku bado demand yake ni kubwa. Maana pamoja na kwamba una kuku wengi kiasi kiasi zaidi elfu arobaini, ikifika muda unataka offload wale ambao muda wao wa kutoa mayai umefika au umeshafika mwisho, bado upate shida ya soko, kwa sababu mahitaji ni makubwa. Tunashukuru sana pia kwa kuendelea kututia moyo katika kupitia serikali yetu. Kwa kutuweza, kwa kutuwezesha kuweza kuagiza vifaa bila tozo. Pia tunashukuru pia kwa kuweza kupata hawa wataalamu ambao pia tunashirikiana nao mara kwa mara. Pia tunashukuru kwa serikali yetu kupitia hizi benki zetu za, za za kilimo pia kwa kuweza kutufadhili sisi wafugaji kwa masharti nafuu mpaka tunaweza kufikia malengo.